Mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa Rais wa Yoweri Museveni wa Uganda, amesema kuwa vikosi vyake vitadhibiti mji wa Kisangani iwapo waasi wa M23 watachelewa kuuteka mji huo. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa X amezungumzia mengi kuhusu DRC. Kainerugaba amesema jeshi lake au waasi wa M23 wataingia Kisangani kwa agizo la Rais Yoweri Museveni wa Uganda ili kuwaokoa wakazi wa mji huo wakati wowote wa kuanzia sasa. Wanajeshi wa Uganda wamekuwa nchini DRC wakishirikiana na jeshi la FARDC kupambana na makundi yenye silaha, vikiwemo vikosi vya waasi wakodeko na ADF. Kainerugaba ameapa kuwa hata hacha wakazi wenye wa asiri ya Uganda kama vile airus Bahema, Banande na Batunsi wapitie changamoto na kusema ana haki ya kuwalinda huku akipendekeza rais wa Marekani Donald Trump aingilie kati mkataba wote wa madini Afrika Mashariki bila Uganda na Rwanda. Licha ya waasi wa M23 kuchukua mji kadhaa mashariki mwa Kongo, waasi hao hawajionyesha nia ya kutaka kudhibiti mji wa Kisangani. Huku M23 ikidai inapanga kujiondoa katika mji wa Likale ili kuondoa nafasi ya mazungumzo na serikali. Hii ni news update kutoka Sawasawa Digital. Usahau kushare kusubscribe na kucomment kwenye peji yetu ya YouTube, Sawasawa Digital, habari kiganjani kwako.